Karibu katika mada leo. Tunaenda kuangalia dalili za hatari za ujauzito, unachopaswa kujua na kufanya. Ujauzito ni safari yenye mabadiliko mengi mwilini mwa mama, lakini kuna dalili fulani ambazo zinaweza kuashiria matatizo makubwa inayohitaji matibabu ya haraka. Kujua dalili hizi ni muhimu kwa usalama wa mama na mtoto. Hapa kuna dalili za hatari za ujauzito unazopaswa kuzifahamu. Dalili ya kwanza: kutokwa na damu ukeni. Kutokwa na damu mara nyingi ukeni au matone ya damu kunaweza kuwa ishara ya mimba kuharibika, yaani miscarriage, hasa katika miezi mitatu ya kwanza; mimba kutungwa nje ya mji wa mimba, ectopic pregnancy. inahitaji matibabu ya dharura kuachia kwa kondo la nyuma placenta abruptio, hatari kwa mama na mtoto. Cha kufanya, nenda hospitali mara moja ikiwa unatokwa na damu. Kama ni mara ya kwanza kwenye chaneli hii, tafadhali usahau kusubscribe ili uwe unapata mazuri haya mara kwa mara. Dalili ya pili, maumivu makali ya tumbo na mgongo. Maumivu makali yanaweza kuwa ishara ya, ya kujifungua mapema Yaani pritmreba ikiwa huko chini ya wiki thelathini na saba, kondo la nyuma kujitenga na mji wa mimba, au kabla ya muda mimba kutungwa nje ya mji wa mimba. Cha kufanya, usipuuze maumivu haya makali ya mtumbo au mgongo, pata msaada wa daktari kwa haraka. Dalili ya tatu, kuumwa kichwa kupita kiasi na kutoona vizuri. Kuuma kichwa kwa muda mrefu au kuona ukungu, mwanga mkali au matatizo ya kuona kunaweza kuwa dalili ya shinikizo la juu la damu la mimba, yaani preeclampsia. Hii ni hatari inayoweza kuasiri mama na mtoto. Cha kufanya, pima shinikizo la juu la damu na mwana daktari haraka. Jambo la nne, kuvimba uso mikono na miguu kupita kiasi. Uvimbaji wa kawaida hutokea kwa wajawazito, lakini uvimbe wa ghafla au kupita kiasi unaweza kuwa dalili ya preeclampsia na matatizo ya figo. Cha kufanya: pima shinikizo la juu la damu na tembelea hospitali kwa uvimbe unaoongezeka haraka. Jambo la tano: kukosa harakati za mtoto tumboni ikiwa unahisi mtoto wako hapigi mateke au harakati zake zimepungua ghafla, inaweza kuwa dalili ya matatizo ya kiafya kwa mtoto. Cha kufanya: jaribu kula kitu chenye sukari kama matunda na lala upande wa kushoto ili kuona kama mtoto anaweza kusogea. Ikiwa hakuna mabadiliko, nenda hospitali haraka kwa uchunguzi. Dalili ya sita: homa kali na maumivu ya mwili. Homa inayofikia zaidi ya nyuzi joto thelathini na nane inaweza kuwa dalili ya maambukizi yanayoweza kumzuru mama na mtoto, kama vile UTI au malaria. Cha kufanya, muone daktari mara moja na epuka kutumia dawa bila ushauri wa mtaalamu wa afya. jambo la sita Jambo la saba: kichefuchefu na kutapika kupita kiasi. Ingawa kichefuchefu ni cha kawaida kwa wajawazito, kutapika mara nyingi sana hadi kushindwa kula au kunywa kunaweza kusababisha upungufu wa maji mwilini, yaani hyperemesis gravidarum. Cha kufanya: kama huwezi kula au kunywa kabisa, nenda hospitali kwa matibabu. Jambo la nane Maumivu makali ya kupumua au kifua. Hii inaweza kuashiria damu kuganda kwenye mapafu yani pulmonary embolism, hali ya hatari inayohitaji matibabu ya haraka. Shinikizo la damu kupanda kupita kiasi. Cha kufanya: tafuta huduma ya dharura mara moja ikiwa unapata shida ya kupumua au maumivu makali ya kifua. Jambo la nane: majeraha au kuanguka kwa mjamzito. Ikiwa umeanguka au kugongwa tumboni, inaweza kusababisha matatizo ya mtoto au mji wa mimba. Cha kufanya: hata kama hujaona dalili zozote zile, mara moja nenda hospitali kwa uchunguzi wa kina. Dalili ya kumi: kutokwa na maji mapema kabla ya wiki thelathini na saba. Ikiwa unatokwa na maji kabla ya, ya wakati wa kujifungua inaweza kuwa ishara ya kujifungua kabla ya muda preterm labor, au kuvuja kwa maji ya uzazi premature rupture of membrane, PROM. Cha kufanya nenda hospitali haraka ili kupokea matibabu na kuepuka maambukizi. Hitimisho. Dalili hizi zote zinaweza kuwa ishara ya matatizo makubwa ya ujauzito. Mama mjamzito hapasi kupuuza mabadiliko yoyote yasiyo ya kawaida mwilini mwake. Ikiwa unapata mojawapo dalili hizi, tafuta msaada wa daktari mara moja. Usalama mama na mtoto ni kipaumbele. Kama una swali, unahitaji msaada wa kiafya, wasiliana nasi kwa namba 0767443887 lakini pia kama una maoni Usisahau kupitia comment section. Usisahau kusubscribe, kusubscribe, kushare kwa wajawazito wengine, kwa ajili ya afya bora. Ulikuwa nami Daktari Leni Komba, tukutane katika mada ijayo.